Siu diwani wetu Mr. Kijuju. Jamani yeah. Anze mtufini yeah. Ruksa yeah. Bondeni pani ruksa kichangachui yeah. Mupo yeah. Haya Kijuju huyo yeah. Kijuju, mpumilifu wakati wa kuchagua, uwa yeye mtulivu, wala hata kusumbua hata umpake jivu, yeye hata kuchekea. Diwani wetu Kijuju, leo tumekuchagua. yeah, yeah, yeah, yeah. Bila uvumilivu, dini imekukolea hata upakwe matope na majivu ule mnajisumbua bichi kwako uambivu kwa, kwa kweli utatoboa. Diwani wetu Kijuju basi, diwani wetu Kijuju leo tumekuchagua osai kuwa uzima wako mara tatu, waningu naona na sikitiko, Mola amekua jibu shahidi mtume wako. <coughs> wakowaji wetu kijuju leo tumekuchagua wanakufata makundi nyumbani kukusumbua kijuju, wewe mchindi kweli, tunakuambia wanafanya makusudi wewe kukuharibia. Diwani wetu kijuju, leo tumekuchagua, hongera! Diwani wetu vijana wanakupenda. Tumepata, tumempata mwenzetu gari lake tunapanda, yeah! wala mpiti mtu kokote unakokwenda diwani yeah! wetu kijuju leo tumekuchagua, sasa yeah! yeah! yeah! naenda ndagoni kwa nyongo kuwa diwani jongo uwe nambawani jongo uwe nambawani kwa feta yako chuoni yeah! beba vijana chuleni na wale wa madengezi kiwani wetukijuju leo tumekuchagua, beti <laughs> beti nane zinatocha kiju kijujuwe salama, muhimu nipe bahacha tena, unipe mapema tukifanye. Yeah, kukopesha niende kanu nyama iwani wetu kijuju, leo tumekuchagua. Shairi hili limetungwa na Bwana Sharifu babu Adongo.